kwa njia ya msalaba Mungu alifunua nguvu zake. Kwa njia ya msalaba kazi ya, ya, ya kwanza ya msalaba Mungu alifunua nguvu zake kwa njia ya msalaba. Soma kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 kutoa sura ya kwanza mstari wa 18. Amen. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Amen. Mm. Bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Wanini nasema ni nguvu ya Mungu? Mungu kwa njia ya msalaba. Yesu asifiwe. Lakini kama hili kinacho kinatokea baada ya msalaba ni Mungu huonyesha upendo wake pale msalabani, yani Mungu anaonyesha upendo

Bali Mungu aonyesha neno lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Ndugu, niambie jioni ya leo, hatukupenda sisi Mungu kwanza, isipokuwa Mungu alitupenda sisi na akonza.

alionyesha meme wake lakini alikaja akapepa uzuri zetu aa naye kutokana kwenye Isaya mstari tatu tulioisoma anasema. Hallelujah. Hallelujah watu wa Mungu. Yaani kazi ya msalaba aliyebeba mzigo wa wanadamu. Na mzigo wa